Lakini cha tatu, CV yako iwe inabadilika kutokana na maombi. Kwa hiyo usiwe na CV moja unaituma kila sehemu, utaonekana ni mtu ambaye haujui unachokitaka, kwa sababu kila sehemu wanahitaji kitu tofauti. Kwa hiyo ibadilishe CV yako kutokana na maombi, badilisha CV yako kutokana na uh, kile ambacho unadhani kinatakiwa kipewe kipaumbele zaidi. Kila experience ina uwezo wa kuuzwa tofauti kutokana na sehemu unaoenda kufanya application. Uh, kama unadhani kuna experience au vitu ambavyo unaweza ukaviweka kwenye CV, utaki kuviacha, viweke kama footnote, bas, bas. At least, siku itakapokuja kutokea mtu ameuliza okay, uliweka experience fulani na hatukuelewa, unaweza ukawaelezea uh, vizuri kabisa kwa, kwa shauku, lakini usiviweke kama ni vitu ambavyo haviko relevant na kile kitu unachotaka kufanya. Pengine kitu kingine ambacho kinafuata ni motivation letter. Sasa motivation letter binafsi, na tendency ya kusema motivation letter ndio kitu pekee ambacho wewe kama unataka ku...